Ulimwengu umepanga kufuta ukristo duniani bila kutumia vita. Utaanza kwa ukimya. Biblia itaitwa kitabu cha zamani, na badala yake aplikesheni ndio zitachukua nafasi, maana ni rahisi kuzifuta muda wowote. Imani itageuzwa kuwa hadithi na mambo yasiyo na matokeo kabisa, na ukweli utabadilishwa kuwa maoni binafsi. Makanisa yataanza kufungwa, si kwa nguvu bali kwa kukosa watu, kwa makosa ya kukosoa au kufundisha mamlaka zingine, kwa sababu vizazi vipya vitafundishwa kuto kuamini Mungu tena, na wachungaji wa kweli watakimbia. Wachungaji watagawanywa, makanisa yatagombanishwa na wakuu, na kuna makanisa yatasifiwa kwamba yako sawa na mengine hayako sawa na jina la Yesu litaanza kuogopa kutajwa hadharani. Watatengeneza dini ya ulimwengu mmoja isiyo na Kristo ndani yake, yenye maneno mazuri ya upendo, lakini hayana wokovu ndani yake. Na wakati huo imani itakuwa bado hai, lakini itakuwa mafichoni na maporini wakipigania uhai wao ndani ya mioyo ya wachache watakaokataa. Uovu watanyamazishwa, watateswa, hata kuuawa. Pia yatakapoanza kuonekana hayo, kaa tayari, usibebe chapa ya mnyama. Asikiaye na afahamu.